na mambo yake yamekuwa sahali alhamdulillah, na tumeendelea vizuri mpaka tumefika kwa wakati ambao kwamba janaza yake iko katika hii yuenda kwa airport inshallah wa taala, leo usiku ataondoka afike kesho Nairobi inshallah wa taala saa nane za usiku, kesho siku ambayo kwamba yaendelea Jumamosi. Sasa mazishi yake tuwatamani inshallah wa taala na tuwataraji itakuwa ni Jumamosi inshallah wa taala Mambrui na wale watu wa Kenya ndio watafanya karari yao na decision yao. Sisi yetu ni kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amweke pema. Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtakabbal fi salihin, amweke pamoja na al-anbiya was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, wa hasuna ulai ka rafiqa. Na sisi Mungu Subhanahu wa Ta'ala im, ikiwa imefika wakati wetu atufishe kwa toba na shahada. Na shahada yake watu wengi wameshuhudia hapa, tumemosha tume tia kafani tumemsalia alhamdulillah, fi akbar masajid alqahira, na watu wote wameshuhudia kwamba ni mema, na Mungu subhanahu wa Ta'ala amweke pema wala nuzakihi ala llahi ahadan. Na ikiwa tumefanya taksiri yote hapa ambapo kwamba tulipo, tumejaribu kila namna kufanya kila kitu endelee vizuri, na ikiwa kuna taksiri yote imepatikana utatusamehe inshallah wa ta'ala. Mungu atufanye wamoja, tuwe nguvu inshallah wa ta'ala.